Learning. Zoezi la usajili wa wapiga kura wapya limeingia siku ya pili hii leo. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi IEBC amekuwa akiwarai vijana kujitokeza na kujisajili ili kushiriki uchaguzi wa mwaka wa 2027. Mwanahabari wetu Francis Mtalaki anaungana nasi mubashara kutoka Mombasa ambapo anafuatilia zoezi hilo. Mtalaki. Asante sana, uh, sana mashirima uh, ni picha za moja kwa moja kuonyesha kwamba kile ambacho kinachoendelea katika ofisi uh, za tume ya IEBC hapa katika kaunti ya Mombasa. Huyu ni mmoja wa Kenya uh, ambao tayari wamefika kuja kufanya ile shughuli ya kikatiba kuhakikisha kwamba ameweza kujisajili na pia akiwa na mmoja wa uh, maafisa wa tume hii ya IEBC ambao anapenda kuelekezwa kama ni kupigwa picha kwa sasa ambayo ndio shughuli muhimu ambayo inafanyika hapa uh, lakini pia ukiweza kuangalia, tumekuwa hapa kwa muda wa dakika 30 hivi na huyu ndio mtu wa kwanza tunaarifiwa kwa siku ya leo, kulingana na maafisa hawa tume ya IEBC, wameweza kufika. Hakuna kijana mida ya saa nne unusu na zaidi, ambaye ameweza kufika kufikia sasa, na kinachofanyika ni kwamba ukifika hapa utaweza kuja na kitambulisho chako au pasipoti, kama alivyosema mwenyekiti wa tume ya IEBC rasa, sitakuwa na pujana kwamba utakwenda kushughulikiwa kwa haraka na baadhi ya uh, stakabadhi zako muhimu kuchukuliwa pamoja. Kuna baadhi ya vifaa vya tume ya IEBC kuweza kuchukuliwa kama vile vidole, ili kuhakikisha kwa kwamba uh, utakuwa umeza umeweza kujisajili na pia kinachoendelea basi kuweza kuchukuliwa sehemu za macho pia inayofanyika kwa sasa kupitia bwana huyu ambaye tayari amekuja kufika na hapa. Ni eneo la Mvita, eneo bunge la Mvita, katikati mwa jiji la Mombasa. Kwa hivyo wengi walikuwa wanataraji kwamba huenda kungekuwa na idadi kubwa, lakini kufikia sasa mashirima ni mtu mmoja tu kuanzia uh, mida ya asubuhi hadi sasa ambaye amefika hapa, na maafisa wawili wa tume ya IEBC wapo hapa eh, ili kuweza kuhakikisha kwamba eh, swala hili limeweza kufanyika na kwa urahisi mkubwa na kwa wakati unaofaa, na atakapomaliza shughuli hii pia ndio atakao wanaendelea na taratibu mbalimbali mbali ambazo ziko hapa ili kuweza kukamilisha, na pia akiaondoka na kuweza kujua kwamba tayari amekwisha kujisajili. Na pia uh, tume ya IEBC hasa katika kaunti ya Mombasa inawarai sana vijana, maana yake wao ndio wanatakiwa wa kwanza kuwa na ule msukumo, maana yake labda waliweza kuchukua vitambulisho katika eh, siku eh, siku, miaka iliyopita miaka miwili mitatu ama mwaka huu pia waweze kufika ili ile idadi ambayo tume ya IEBC e, inapania basi kuweza kuhakikisha kwamba wameweza kuwasajili Wakenya wapya wa waweze wa kufanya hivyo. Labda e, sijui nitaweza labda kusema naye tuambie, labda majina yako, yeah. Alafu e, ni siku ya pili, naona idadi ni chache kidogo labda wewe yeah. Mbona e, ulichelewa kuja kuchukua kura? Mambo ya kazi tena, lazima ombe ruhusa kazini ndio upate nafasi ya kuja kama hii, lakini nimefurahi ni mara mambo yangu yamefanywa haraka haraka haraka haraka. Hata sikuamini mwenyewe. Mimi nilijua nitakuja hapa ndio foleni, nitakuja teseka mambo hivi. Yeah. Lakini mambo mambo yale mara moja yamemalizika. Haraka sana tena, bila kutarajia. Yeah. Lakini tunaona kwamba wewe ndio mtu wa kwanza. Alafu wengine wanasema kwamba pia vijana ni kama walisema watajitokeza, lakini siku ya pili bado ule msukumo haupo. Wajua, bado mapema. Kila mtu anaangalia situation ilivyo. Nitakuja time hapa watu watajaa. Hasa mimi nisema fulani ni wa mapema, mapema. Kabla ile ya fujo, sio. Unaweza kuwarai vipi Wakenya wenzako? Labda ah, mimi nawarai afadhali mtu achukue mapema ili alishie, kuna watu wengine wa kufanya kazi. Wapo wanachelewa kutoka kazini, kama sisi tumewata nafasi, lazima waje mapema. Ili tumalize kazi mapema, sio dakika ya mapema, kusumbuana sumbuana na watu kwa huyu hivi, huyu hivi. So, mara yako ya kwanza kuchukua kura

Labda unalenga katika wakati wa uh, mba, wa kura unalenga masuala kama yapi ambayo la, la, la, labda yatakuwa ni vigezo vya kuweza kuwachagua viongozi katika nyadhifa mbalimbali wajua kama sisi Kenya mambo mambo ya kazi bana vijana wetu wengi kwa mtaani wafanye kazi au viongozi walio tangu mwanzo wengi waliangalia wao wenyewe tu sasa itaka taka changes kama vile jenzi wametoa sisi hamasa sijapokuwa ni wakubwa lakini bwana jenzi vile mambo anafanya

Asante, nafikiri umesikia kilio chao na umeweza kusikia mashirima kutoka kwa mmoja wa Kenya. Alisema mara ya mwisho kuweza kupiga kura ni wakati wa uh, hayati mzee Moi, na hivyo basi kutokana na ule msukumo wa vijana wa Gen Z, basi ameweza kuamua kuweza kufika hapa. Bila shaka huende tukaweza kuona mabadiliko haya en, uh, wakati ambapo eh, uh, swala hili litakuwa linafungwa, lakini rai kubwa ni kwamba vijana waendelee kujitokeza, vijana waendelee kufika hasa katika maeneo haya ili wasiwe kungoja katika muda wa lala salama kama ilivyo uh, miaka ya awali. Kwa hivyo waweze kujitokeza kwa mapema, ndio rai ambayo tume ya IEBC wamekuwa wakisema na kupitia mwenyekiti wa tume ya IEBC. Kwa hivyo sisi hapa tutaendelea kutoa uh, semi hizi na pia kuweza kufuatilia kwa karibu, maanake kwa sasa bwana huyu amefika sasa hivi na huenda basi atakuwa anaondoka na kiondoka, atakuwa mmoja wa wale ambao wameandikishwa na kuongeza idadi ya wale wa Kenya ambao watakwenda kutoa sauti zao itakapofika Agosti mwaka 2027 kutoka sasa, na kuregesha kwake Mashirima Kapombe kwa taarifa zaidi. Lakini kwa sasa zoezi linaendelea kwa uchache, vijana mnatakiwa kuja kufika katika maeneo haya. Asante sana. Nam shukran Mtalaki hapo kutoka kaunti ya Mombasa. Kama hujajisajili tafuta sehemu ambayo iko karibu nawe, ili uweze kupata kura na sauti yako iweze kusikika mwaka wa elfu mbili ishirini na saba. Kwengineko, seneta wa Nandi Samson Cheregei ametaka idara